Mimi nimetoka da kuenda Malawi petiroli, nimebeba gari ya tanka. Mimi nilifika pale pakivuko pale nilienda kilomita 40. Nafika hapa, kunakuja ku magari mawili anapishana overtake. lakini mimi chamsingi anataka tigongane uso kwa uso, alafu nimekataa mimi, ninaenda polini, wale anaenda zao, nitajua kama ni nani, lakini zinakuwa role peace. E, role mbili zinapishana overtake. Mwingine anaanzia hapo kukanyaga breki kunifuata mimi, wewe anaondoka moja kwa moja, imechomekewa na askani ya kichanja ile kwa namba ya usajili, akiotambua ilichomekewa ikaanguka ikaenda Malawi. Baadaye ilivyoangua tukakimbilia si raia kuangalia, wazima hawajaumia, shukuru Mungu sabu hawajaumia, basi tukawa nao kushirikiana nao hapa Ajali nyingi zinatokea barabarani, ya barabara nyembamba na magari a mkoa wa Morogoro, magari yamekuwa mengi kutoka Chalinze kwenda Morogoro, magari yamekuwa mengi zaidi sasa. Kwa, kwa ombi letu sisi tunaomba mama yetu atuongezee barabara ili iwe pana zaidi ili ajali zisiwepo barabarani eh.